Asalamu As alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu wa Islamu na wale ambao kwamba si Waislamu, na watakeni amani iwe pamoja nanyi inshallah. Mimi si mwanasiasa wala huwa sipendi kuzungumzia mambo ya siasa, lakini kuna hii klipu ya Mama Samia Suluhu Hassan iliyotoka jana. Klipu hii imeleta gumzo kubwa sana mtandaoni. Kwa hiyo nikaisikiliza hii klipu, nikapenda na mimi kutia neno langu na kutoa maelezo yangu na fikra zangu juu ya hii klipu na ikiwa kuna mahali nitakosea basi nitanirekebisha inshallah. Kwa mtizamo wangu nilivyoitazama hii clip, kwanza kabisa, nimegundua ya kwamba hii clip imebeba majibu yote ya maswali yanayofungamana na mambo yaliyotokea kabla ya uchaguzi, baada ya uchaguzi, na mambo yanayoendelea hadi sasa. Hilo ndio la kwanza. Jambo jingine ni kwamba, katika mambo niliyofuatilia, amezungumza mambo mengi sana Mama Samia, lakini mimi nitazungumza mambo matatu peke yake. Jambo la kwanza, katika iklipu ukifuatilia vizuri kumsikiliza mama utagundua kwamba Mama Samia ni rais ambaye kwamba hana mshauri, yaani mawazo anayoyazungumza, fikra anazozitoa katika maelezo yake ni fikra zake mwenyewe na ni mawazo yake mwenyewe, wala hakuna ushauri wa mtu yoyote. Yaani ukisikiliza vizuri iklipu utafahamu kwamba Mama Samia yeye ndio mshauri wa nafsi yake, wala hakuna ushauri kutoka sehemu nyingine. Hakuna mtu anayemshauri mama Samia. Kulingana na yale maelezo, namna alivyokuwa yanatembea na namna alivyokuwa akizungumza, utajua wazi mama yetu hana mshauri, na kama yupo mshauri, basi ni mshauri jina, lakini hana mshauri wa kikweli kwamba ati ana mshauri jambo hili jambo lile, hapana. Anazungumza kwa fikira zake mwenyewe na mawazo yake mwenyewe, na maamuzi katika kila linalotokea ni maamuzi yake mwenyewe bila kushauriwa na mtu, na hakuna mwenye kujadili au kumuuliza au kumpinga. Umefahamu? Eh, hiyo ndio hali ya mama yetu kwa nilivyoitizama ile klipu aliyoyazungumza katika mambo matatu. Hilo ni la kwanza. La pili, kuna maneno amesema, Masamia amesema kwamba wa, uh, polisi ama serikali imetumia nguvu sahihi kupambana na wananchi au kupambana na wale waandamanaji kwa yale yalitokea, ilikuwa nguvu sahihi. Hili neno limegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, neno hili linaonyesha kwamba mama kidogo maneno yake hayana msimamo, kwa sababu from the beginning alisema kwamba siku ya uchaguzi hakutakuwa na maandamano na hakutakuwa na jambo lolote lile, kila kitu kitakuwa shwari na maandamano takuweko ni maandamano ya watu wanaopiga kura. Lakini halikutokea hilo, siku ya kupiga kura fujo lilipatikana na maandamano yakapatikana, ya akaja akasema maandamano ya watu waliofanya fujo ni vijana kutoka nje, na wengine wakasema ni ma AI. Ikaenda yeye, baadaye akarudi tena akasema ni kweli Watanzania wamepoteza maisha yao. Ikaenda yeye, baadaye akarudi akasema akatoa na pole, kisha baadaye akarudi tena akasema kweli, uh, serikali ya Tanzania ilitumia nguvu ya ziada na inalaumika ina kwa hilo. Jana amesema tena, amesema kwamba serikali ilitumia nguvu sahihi. Kwa hiyo hili neno ni kama linaonyesha mama hana msimamo katika maneno anayoyazungumza. Rais wa taifa atakiwa na neno lake moja lenye msimamo. Kwa hiyo hili neno linaonekana kama mama anayumbayumba katika msimamo wake yaani hana kauli madhubuti, kauli moja kwa moja. Hilo ni tatizo la kwanza. Tatizo la pili, upande wa pili wa hili neno ni kwamba, aliposema kwamba nguvu iliyotumika ni nguvu sahihi, kuna watu wamekufa, ambao kwamba ni idadi kubwa ambayo hawakuhusika na maandamano, hawakuhusika na vurugu na wameuawa. Wale wengine waliohusika na vurugu is another case, wanasema hao wengine walikuwa wanafanya vurugu, wanafanya fujo lakini kuna watu wamekufa na uko ushahidi, watu chungu mzima, wakiwemo wengine mashehe wamekufa ndani ya majumba, wamepigwa marisasi, walikuwa hawahusiki. Na wengine walikuwa ni masupporters wa mama, walikuwa wakimsupporti mama na wamekufa. Wale watu hawakuhusika na maandamano. Kwa hiyo ukisema kwamba nguvu ilitumika ni sahihi, na maana wale watu kufa, hata kama hawakuhusika na maandamano, still bado ni sahihi? Lazima ile kauli kidogo ilikuwako ichuje kwamba nguvu ilitumika sahihi kwa waandamanaji, lakini pia tunatoa pole zetu kwa wale ambao hawakuhusika, lakini wote wametiwa kwenye fungu moja kwamba walikuwa ni wakosaji kwa, kwa hiyo hii kauli inaonyesha kidogo kuna unyanyasaji wa aina fulani na watu hawajali kilichotokea which is not good. Kwa hiyo kwa kauli hiyo nafikiri mama kidogo ameteleza hapo, hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, mama kuna sehemu amesema kwamba hela zinazotoka nchi za nje ni hela ndogo, kwa hiyo hata hazim, hazim hazimshutui hizo wala hazimshughulishi. Hilo sio sahihi. Serikali za kiafrika, especially nchi zetu hizo za East Africa, Kenya, Uganda, Tanzania, miradi mikubwa mikubwa za nchi zetu za kiafrika, miradi mikubwa mikubwa za mamia ya mabilioni kama mabridge, mabarabara makubwa hayo ya juu na chini, au flying over hayo, ukienda katika mambo ya uh, maspitali makubwa makubwa, yaani mambo ya miradi ya mamia ya mabilioni hufanywa na pesa za kutoka nje. Pesa za nchi hazina uwezo wa kufanya majukumu makubwa kama ma hayo m mambo ya mas hayo mambo siju ya nini makubwa mambo ya mabandari ya kujenga hivi ya kufanya hivi. Yote ni pesa za kutoka nje, na pesa kutoka nje zinakuwa ziko katika viganyo vitatu. Kuna pesa za mikopo za loni, na kuna pesa za za msaada, mnapeleka ombi, mnaomba msaada mataka kufanya jambo mwaombaombi na kuna pesa ambazo kama mapewa kama ruzuku au kama kusaidika, lakini hamukuziomba wenyewe, mnaletwa pesa bwana, chukueni pesa hizi, mtaangalia kama mna mta shida hospitali mna shida nini, mta mtaondosha shida yenu kwa pesa hizi. Kwa hiyo mnapewa zile kama bahati. Sasa maendeleo mengi au mingi, Tanzania maendeleo mbalimbali yamepatikana kwa pesa za kutoka nje. Hasa leo hii Mama Samia akisema kwamba haya maendeleo ama akisema kwamba pesa ni ndogo tu ya kutoka nchi za nje, nchi ya Tanzania itapata vipi maendeleo? Itafunguka vipi nchi ya Tanzania? Kwa sababu ukisema sisi tuna pesa tayari za kutosha, pesa za kutosha, kwanza pambaneni na hii mambo ya walimu na madaktari na wafanyakazi wa serikali na majukumu ya kawaida haya, mmnasto vizuri na watu nawapatia mishahara yao vizuri na wakulima na nini haya mwenyewe hayajakamilika, huku kidogo kuna matatizo, kisha nyinyi mnabeba hao mengine, itakuwa sivyo. Yani alafu na pia kitu kingine nikimalizia, pesa zinazochukuliwa za mikopo nchi za nje hawalipiwi kwa pesa za Tanzania, wanalipiwa kwa vitu kwamba ni ni muhimu zaidi kwao. Kwa hiyo Allah atuongoze jamani, kuna mtihani mkubwa sana. Allah atupatie hidaya na tuongoze, kwa sababu ikiwa watu wanatoa mikopo nchi za Ulaya na hawahitaji hawa pesa wanahitaji kitu ambacho kwamba ni muhimu kutoka kwenu. Wakikosa kile kitu, wanaleta services ambapo kwamba wao wata benefit mpaka wajilipe mara mbili au tatu ya yeye pesa waliowakopesha. Nyingi ni msiba, alafu useme kwa kwamba pesa zile hamuzihitaji nyinyi, naweza kujiendesha wenyewe, si ukweli hapo. Hapo kidogo mama katupiga. Kwa hiyo hapo nafikiri mama ameteleza. Inshallah, Mwenyezi Mungu ampatie hidaya na aweze kuona haki na afanye kile ambacho kwamba ni manufaa na maslaha kwa Tanzania. Yako mengi amezungumzwa lakini mimi nimependa tu kugusia hayo matatu. Allah tuongoze, insha Allah Taala tuhifadhi Tanzania yetu. Ule wimbo wa Tanzania wanasema wimbo wa taifa, Mungu ibariki Tanzania. Sasa hivi ile nyimbo atakayebadilishwe. Isiseme Mungu ibariki Tanzania, iseme Mungu, Mungu ipe haki Tanzania. Kisha ndio ibariki. Sio, watu wanasema Mungu ibariki Tanzania, kwa hiyo takio iwe Mungu ipe haki Tanzania kisha ndio ibariki. Maana sasa hivi hakuna haki. Allah tuongoze jamani. Haya, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. <laughs>